Leo tulifanya zoezi la kupita sasa kwa wananchi ambao wanahudumiwa baada ya maji, kwenda kuangalia sasa kama maji yamefika na kama kunaendelea kuwa na changamoto za kihuduma, kama DAWASA tuweze kwenda kuzitatua. Kwa hiyo tumetembelea wilaya ya Ubungo ambayo kwa sehemu kubwa sana inaathirika pamoja na sehemu ya wilaya ya Ilala kwa maana ya Kinyerezi, Tabata na sehemu ya Buguruni kwenda kuangalia kama huduma kwa wananchi imerudi na kama haijarudi basi tusaidiane pamoja na wataalamu wetu mafundi kwenda kurudisha huduma. Kwa hiyo DAWASA tuliamua kuja kufuatilia huduma hii na kuona kama tumeweza kurudisha huduma hii kwa wananchi. Tunaweza kusema bado asilimia kubwa wameweza kupata maji, lakini bado kuna wengine wanasema wanapata kwa msukumo mdogo, lakini kwa msukumo mdogo nikiashiria kwamba huduma ipo. Kwa hiyo jinsi ambavyo tunaendelea kusukuma maji, basi na wenyewe kwenye maeneo yale ambayo wanapata kwa low pressure e, hali itaendelea kujijenga na utapata huduma ya maji. Kwa hiyo tunajiridhisha kwamba maeneo mengi yana huduma, lakini machache yalobakia bado yana msukumo mdogo ambao tunaendelea kuongeza uzalishaji ili sasa maji aweze kujijenga na wapate maji kwa kasi ile ambayo wamezoea. Tunaamini kwamba ndani ya siku mbili hizi, jana, leo na kesho, maeneo yale ambayo yalikuwa makame basi huduma ya maji itarejea. Tunashukuru kwamba tulipata taarifa kama siku tatu nne kwamba kutokana na maboresho ya maji wanatumia mtambo wa Ruvu Juu, lakini tunashukuru kwanzia leo tumeona kwamba huduma imerejea vizuri na nimewapigia wananchi wangu, wamenipa ushuhuda kwamba maji yametoka. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kushukuru sana DAWASA kwa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya maji. Huku kwetu changamoto ya maji ilikuwepo, ila leo asubuhi, baada ya matengenezo, watu wa DAWASA baada ya kutengeneza, ndo tunaona leo maji yanatoka kidogo angalau.